Na, wili, Cameroon, miwili kaanzia Cameroon mm. kaja mm. Gabon, leo yuko Tanzania. Si ndiyo? Mm. Kwa hiyo, sifa zile ambazo kukaa kwenye benchi kama kocha ambao sisi ndio tunapita kweli hizo ni hana. Si ndiyo? Lakini hiyo sio shida mm. si shida sisi ni CV zake. Si ndiyo? Ile approach yake. Si ndiyo? Ile mm. mpira yake anafundisha mm. sisi ndio tumeuelewa. Kwa hiyo sisi swala hilo sio kazi yetu. Mm. Sisi, tumempa kazi, ya kufundisha Simba Sports Club wanasema mmekuja me, kushtukia mwishoni baada ya yeye kufika sasa, na kujua kwamba kumbe jamaa e, vitu hivi alikuwa hana ambavyo vinastahili, hao ni wana Nzengo, si ndio? Mm. Lakini Simba imemfanyia assessment nzuri mm, imemwangalia vizuri mm, swala hilo iliyosijayakafu mm, sio shida sisi kwetu, so shida, tushawahi kuwa na Gomez mm, alikuwa hana mm, akaenda kasoma amepata mm, tulikuwa na Robertinho mm. Amepata huyu naye kocha watatu si ndio? Naamini kwa, na mepata, mm. na mm. kwa mm. ile mwalimu ile mpira wake anafundisha si ndio, na Simba ni kitu kimoja. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi mm. niwandoe wana Simba shaka hilo. Mm. Asu na na Bwana pressure mnaipeleka sasa kwa majirani zenu kwa kile ambacho kinaonekana kuhusiana na kocha Roman Frozo, anakuambia yeah. kwamba Mwamba amepigwa eh, amepigwa fagio kwa kile ambacho kinazungumzwa. Mimi nina taarifa rasmi za wewe kocha yeah. hii shule imeanzia Mbeya. Baada ya so sare eh. eh, sare ndio imesababisha na mm. kelele za mashabiki si ndiyo eh. yule aliomba ulinzi kwa viongozi yeah. wakasema kazi mm. waangala kabla uangaa kazi yangu kwa mbea, aa mm. nihakikishia ulinzi, ulinzi wa amani yake eh. afya yake na watu wake. Mwisho wa siku kaja kuna kuna break ya FIFA hapa mm. mimi naondoka. Akamwambia huyu oh. eh. ah. kama hapa Yanga mm.

Vikao vinaendelea vikao vinaendelea, kwa hiyo tuendelee kumwombea dua cha mzuri kijana mm. ana uwezo mabaki. Sikuzi mpira una na vijana chagua wao mm. Yanga wamtaki sasa hivi wengi ni, ni, ni makocha mm. ni vijana kama, angalia kina Guardiola, kina Alonso mm. si ndio? mm. Nani huyu? yeah. Sisi uh, anaitwa Babatovu yule. Uh, eh. Vijana yeah. eh. Shaka Yanga hamtaki, ila sababu wao washazoea mteremko uh, yeah. yeah. Sawa, tumezungumza ishu ya, ya MVP hapa, na umemsikia Nasoro kwamba anasema Pakome ni moja kati ya watu ambaye ni wanastahili kwa asilimia zote kwa kile ambacho kimeonekana. Wewe yeah. unazungumza nini? Maoni yake naheshimu, sababu mpaka leo MVP wa ligi bado hajatangazwa. Lakini huyu huyu na solo alisema yeah, yeah. yeah. MVP ni mtu ambaye alipwa hela nyingi. Tumempa elimu kubwa na solo lakini anashangaa sasa hivi amekubali. Eh, nashukuru Mungu. Tunashukuru Mungu sasa hivi na solo anaendelea kuelewa mpira wa wetu sisi. Zamani alikuwa anapauka tu. Sisi tunamwambia MVP ni mchezaji bora. Eh, MVP ni mtu ambaye alipwa nyingi. Tukamwambia sawa. Leo mmemwoje ndugu yangu kwa mmoja. Sio ndio? Kubali. Mimi yakini MVP ndio player wa ligi. Si ndio? Kwa mpaka leo MVP wa nchi yetu bado hatujampata, kwa hiyo yeye akisema Pakome, mimi nitasema Ahoua, sababu bado hawajatangazwa eh. we, we, we unazungumza, una, una nini? Kwa maana ya kwamba ili mtu awe MVP, una, kwa una, una, una mpana, na kwa kile ambacho unakiona mpaka sasa hivi unampa nani, na, na, na namba zake ziko vipi? Mimi nafikiri namba zake ngopi, si ndio? Kangae namba za Ahoua, kangae namba za Pakome. Pakome labda timu yake, labda kuchukua ubingwa hapa kisha mbeba. Lakini ukienda takwimu, si ndio? Au ana sababu sababu msimu uliopita? Si ndio? MVP kwa nani? Sifa hizi zile ambazo anazo Aua. Ndio zimempa MVP kwa msimu uliopita. Ndio maana watu wengi wasema MVP ni yule ambaye kwa mfumo ule sisi tulozoea. Kwa hiyo kwa mimi ukiniambia MVP nani, nitakwambia shazi Aua. Kwa kumalizia, kila ambacho watu wanazungumza kuhusiana na kocha wenu kwamba ni mtu wa starehe na nini, kwa kuzungumza, kwa kumalizia, unawaambia nini? Starehe za kwake tatu za kwake, maisha ya kwake, sisi tunataka football. Sisi Simba Sports Club, mpira kwenye pichi, piko kapakapiko paka nini? Sisi haya maisha yake, yeye Simba, Simba, Simba kwa ajili ya mpira wake, ndio tum, tum, tum, tum, tum sisi tumevutiwa, si ndio? a mengine, ao acha zungumze wao, sisi tutazungumza baada uwanjani, atufaa au atufai. Nashukuru sana. Na